Katika andiko la leo tunazingatia moja ya maneno muhimu ya kutumia. Ni neno la Kigiriki, ni afrosne afrosini. Hii ina maana ya upumbavu, na upumbavu ina maana Paulo alijisifu joi yake mwenyewe, ni kitendo cha kipumbavu amua mwenyewe, hu ni udhihirisho wa unyenyekevu kwa viwango vya kidunia. Maisha ya mateso kwa ajili ya injili inaonyesha kwa kushangaza jinsi inavyoweza kuonekana kuwa ya kijinga ni kujitolea kwa injili ni kwa ulimwengu ni vigumu kuelewa kutoka kwa mtazamo, inaonyesha kuwa inaweza kuwa, lakini inabaki katika maisha yetu, tukitumia inakuwa hivi. Unaweza kufikiria ya juu yake ni ujinga kwa viwango vya ulimwengu, ingawa inaweza kuonekana kufuata madili ya ufalme wa Mungu kuishi, ndio kito halisi inaitwa hekima. Watakatifu wapendwa, leo sisi ni wajinga wa Paulo kupitia kiburi kuonekana kwa mtume wa kweli ni nini, na zaidi, maisha ya Mkristo wa kweli ni nini? Fikiria kwa kina, ni nini niliona. Usidanganyiwe na mwonekano wa kuvutia. Maisha ya Paulo yalikuwa ya kutembea kimya kimya, njia ya msalaba. Inatuhusu sana, labda sisi pia ni wa ulimwengu, mbali na kawaida. Kunaweza kuwa na nyakati ambapo unapaswa kuchukua njia inayoonekana kuwa ya kijinga lakini mwisho wa barabara ulimwengu, furaha ya kweli na amani ambayo haiwezi kutolewa na lazima tukumbuke kwamba uzima wa milele unatungoja sasa. Yule wa uongo ndani yetu wa ganda, hebu tuazimie kuja mbele za Bwana kwa uaminifu na unyenyekevu, tunachunguza moyo na matendo yetu ya kweli mbele za Mungu, si sura yetu ya nje. Kama Paulo, maisha ya kujitolea kwa injili katika shida yoyote, tumbe pamoja ili tuishi.